Siku ya leo ni siku ya uzinduzi wa kitabu changu kiitwacho Mawazo ya Msafiri. Na wazo kubwa au sababu ya kuandika kitabu hichi ni kwamba nilipata wazo kutoka kwa mwalimu, baba yangu, masaa ishirini na nne kabla ya kufariki dunia. Wazo la msafiri ni mawazo ambayo kila msafiri anaitambua kama yuko safarini hapa duniani inabidi awaze, sio tunasafiri kwa maana tunapita, leo tupo, kesho hatupo. Msafiri lazima ajue ametoka wapi, anaenda wapi, asafiri kwa njia gani na anafikaje kule anapofika. Lakini jambo la muhimu zaidi ni kujua jinsi gani afanye aweze kufurahia safari ndefu itayo maisha. Kimsingi, ninafurahi na najisikia wa amani zaidi kuwa host wa eventi ya leo ambayo imefanyika hapa maktaba kuu jijini Dar es Salaam. hakika Mawazo ya Msafiri ni kitabu ambacho kimelenga kuwasaidia watu wengi. Nimefurahi kwamba tangu mwanzo nimeendesha hii shughuli vizuri na watu wameweza kuelewa, na ni kitabu ambacho hakika kitahitajika kuwafikia Watanzania wengi na kitawasaidia kuweza kujua kwamba dunia, katika safari zetu za hapa duniani tufanye nini ili tuweze kufikia yale malengo yetu tunayotaja. Naitwa Roderick Nabe, ni public speaker lakini mwandishi, leo katika uzinduzi wa kitabu cha Mawazo ya Msafiri kimeandikwa na Eric Gamba. Nampongeza sana kwa sababu na yeye sasa hivi amechora ame, ame alama katika uso wa dunia, na yoyote ambaye atasoma hiki kitabu namhakikishia kwamba ajue ametoka wapi, yuko wapi na anaenda wapi. Hayo ndio mawazo ya msafiri. Kitabu cha Eric ni kitabu kizuri aa, ni kitabu ambacho kinazungumzia maisha na safari, kwamba maisha kwa ujumla ni safari ambayo kwa kiasi fulani inahitajika kujipanga na kuwa na malengo ya kile ambacho unakusudia kukifanya na kuhakikisha unakuwa na mkakati wa namna ya kuweza kuyafikia malengo ambayo umejipangia katika maisha. Lakini pia maisha ni kujifunza, kwamba unavyozidi kuendelea kuishi kuna mambo mengi ambayo utabidi ujifunze. Lakini pia inahusiana, safari inahusiana na marafiki na watu wote ambao unahusiana nao katika maisha. Ili safari yako iweze kuwa nzuri na yenye mafanikio lazima uhakikishe kwamba unachagua pia marafiki ambao utakuwa unaandamana nao. Mi naitwa Ruben Yese. Uh, by professional mi ni mwalimu. Nimefurahi leo nimehudhuria kwenye eh, hafla fupi ya rafiki yangu Eric Gamba eh, kwenye kuzindua kitabu chake cha Mawazo ya Msafiri. Eh, nimefurahia sana kuona shughuli yake imeenda vizuri na eh, nimefurahia sana kupata kitabu chake eh, ni kitabu ambacho nahisi kitanisaidia sana. Oh, mimi ni mzazi wa Eric Gamba. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi alivyotukutanisha hapa, na mimi nasema asante Yehova, kwa sababu wewe ndio unajua kila kitu juu ya sisi binadamu. Pia nawashukuru wote walioungana na Eriki. Naamini kabisa yule kijana wangu Eriki anaishi vizuri na watu, kama tu Biblia inavyosema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo hata Eriki pia anampenda Mungu na amependa majirani zake. S yes. Nimefurahi sana kwa sapoti kubwa nilipata kutoka kwa rafiki zangu. Watu wamenitia moyo kwa kuzulia kwa wingi, kwa kuwa aktivu, na pia kushirikiana nami katika kuendesha tukio zima kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwani ni tukio la kihistoria kwenye maisha yangu binafsi. Nimefurahi na kweli nimethamini, kama kweli siko peke yangu. Ni safari ndefu ya kuitoa maisha. Mimi ni msafiri na ni mawazo ya msafiri. Karibu sana, tusome kitabu changu.